Ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu wana afrika mashariki, ndugu zangu wa Kenya, ndugu zangu wa Uganda, nimeona nijitokeze leo, baada ya siku kadhaa kujitokeza mambo kadhaa katika mitandao ya kijamii hasa suala la rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kutoa hotuba yake ambayo inaonyesha ni dhahiri kabisa, baadhi ya wananchi wa nchi jirani ya Kenya walikwazika na hotuba ile, na ikafuatiwa pia na jambo la mwanaharakati wa Kenya bwana Boniface Mwangi kuonekana kama alikamatwa Tanzania kisha kurejeshwa nchini kwao akiwa katika hali ambayo si nzuri, hatua ambayo imepelekea katika mitandao ya kijamii Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kuchafuliwa, kuendelea kutukanwa, kuendelea kuchorwa, kuendelea kuwekewa kila namna ya dhihaka, jambo ambalo mimi binafsi sijajisikia vema. Kwa unyenyekevu mkubwa kabisa kabisa, ni waombe wananchi wa Kenya. Nafahamu wa Kenya kwa namna moja ama nyingine wametuzidi katika masuala ya kutumia teknolojia, hasa mtindo uliokuja kwa sasa AI. Ndiyo maana kuna picha mjongefu, yaani video, kuna picha za kawaida, kuna katuni zinachorwa, kuna maneno yanasemwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii na baadhi ya wenzetu wa Kenya kuhusu rais wetu wa Tanzania. Ni ombe wenzetu wa Kenya, tufanye basi, yamekwisha ni ombe ya ishe. Sisi wengine tunajisikia vibaya, rais wetu, ukizingatia, huyu ni mwanamke. Ni waombe tupunguze pressure, na ni waombe ikiwapendeza, baadhi ya waliokuwa wameweka kwenye mitandao ya kijamii ikiwapendeza, ni waombe fute hizo picha hizo video, na pia baadhi ya matamshi ambayo yametolewa. Na fahamu, Mheshimiwa Rais wetu ni binadamu, nanyi wa Kenya pia ni wanadamu, nasi wa Tanzania kwa ujumla ni wanadamu. Sisi sote Afrika Mashariki tulio wengi ni wanadamu, tunaweza kukosta kwa kujua ama kwa kuto kujua. Hivyo kwa kuwaomba radhi kwa namna moja ama nyingine, kwa wale waliokuazika ama waliochukulia hotuba uh, ya rais wetu katika negative impact. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, sidhani kama alikuwa na nia mbaya na nchi ya Kenya, sidhani kama alikuwa na nia mbaya ya kuwatusi wa Kenya. Binadamu na sisi binadamu unaweza ukagafilika, labda ukatoa neno lolote kwa namna moja ama nyingine, lakini bila kukusudia kuwa na nia ovu ama nia mbaya. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi mwema, ni binadamu mwema, ni mtu pia anayemiliki masikio, anasikia, anaona kwa uzuri. Ni waombe ndugu zangu wa Kenya kwa mara nyingine tena Hebu acheni basi kumtusi rais wetu. Ninalisema hili kwa moyo wa dhati kabisa. Lakini pili ni waombe wa Tanzania wenzangu wakiwemo waheshimiwa wa bunge ama baadhi ya waheshimiwa wabunge ama wa ama na viongozi wengine wa chama na serikali. Ndimi zetu ziokoke katika kujenga hoja. Tunaweza tukadhani namtetea mheshimiwa wa rais wetu kwa nia njema, lakini ndimi zetu zikakosa busara, tukachochea zaidi kuliko kusawazisha. Jambo hili ni waombe, nanyi pia tumieni busara. Kwa namna moja ama nyingine, chungeni ndimi. Ikiwezekana, chukueni karatasi, andikeni kile mnachotaka kusema, ili angalau labda kupunguza mihemko na hasira. Nafahamu inaumiza, lakini ni vema sana tukawa kama ngamia, kuwa warefu kama ngamia badala ya kuwa kama kondoo kwenye shingo fupi. Sisi sote ni wamoja, sisi sote ni ndugu. Afrika Mashariki yote ni ya kwetu, wa Kenya wako Tanzania, Watanzania wako Kenya kile ambacho kilijitokeza naomba kiwe ya, kichukuliwe kama ni jambo ambalo lilikuwa limejitokeza, kama mwanadamu alitamka, kama mwanadamu pia na kutamka, kama malaika wala kama Mungu, hapana. Sisi tunahitaji pia mahusiano yaendelee katika utu wetu na katika mambo yote ambayo ni mema kwa nchi zetu. Viongozi wetu ni binadamu kama nilivyosema mwanzo na sisi ni binadamu kama wao. Hivi kukosea kwa namna moja ama nyingine isiwe chanzo cha kudharauliana ama kutupiana maneno ambayo si mazuri, ama kuchora vikatuni kwa namna yoyote ile ambayo inaweza kutafsirika. Kwa unyenyekevu, ninawaomba tena wa Kenya, hebu yaacheni mambo haya, tumfanye nalo ili nalo limepita, tuendelee kusonga mbele. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika Mashariki. Amani iwe juu yetu sote. Asante.